Kutafakari njia zako kinyakati kunaua hofu ndani yako juu ya kesho yako na kukupa uhakika juu ya kesho yako. Kitabu cha Hagai, tunaanza sura pili. Nasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Kwa maanake nini? Waliwaza kinyakati na wakafanya maamuzi kinyakati. Maamuzi walioyachukua yalitegemea na wakati waliokuwa nao. Kwa hiyo walifanya maamuzi kwa sababu ya nyakati walizokuwemo ndani yake, wanasema huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati utupasao kuijenga nyumba ya Mungu. Kwa hiyo wao wakaona ni wakati wa kufanya kwao. Bwana wa majeshi anasema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati tupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika? Kwa lugha nyingine, ukisoma ni kwamba ule wakati ulikuwa sio wakati wao wa kuishi kwenye mazingira ambayo wanataka kuyaishi wakati Mungu, nyumba ya Mungu inaishi kwenye mazingira tofauti. Na Mhubiri, sura ya tatu natuambia kila jambo na wakati wake, na majira kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo na wakati wake, kwa kama kila jambo ina wakati wake, wao wanasema huu sio wakati wa Mungu kwanza, ni wakati wetu Mungu anamwambia no, no, no, huu ni wakati wa kwangu kwanza, si wakati wenu asema. Je, ana question? Maana yake ni kwamba akichungulia anaona kuna namna mmepindua meza, mmeifanya juu chini, kichwa chini, miguu juu. Itakiwa uwe wakati wangu kwanza, then wakati wenu, ila nyinyi mmefanya wakati wenu kwanza, then wakati wangu. Mmeenda kinyume. Kwa nini? Sababu hawakutafakari mambo kinyakati. Kinachoamua matokeo kwa mtu ni kile kinachofanya ndani ya wakati unachofanya ndani ya wakati usiki, sababu kila jambo na wakati wake. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya nane inasema muda nchi dumupo majira ya kupanda na kuvuna, wakati wa baridi, wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kana, wakati wa kusi, mchana na usiku wa vita koma. Muda nchi idumupo majira ya kupanda na kuvuna, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi chana na usiku havitakoma. Anamaanisha kwamba kwenye maisha ya mwanadamu mambo yanayomzunguka na vitu alivyo vinavyoingia kwenye maisha yake vinategemeana na wakati aliyomo. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna, si kila wakati utavuna, si kila wakati utapanda. Ndio maana ambaye anapanda ambaye ni mkulima aki mess up kwenye wakati ana mess up kwenye mavuno, akaenda kupanda muda ambao sio sahihi wa kupanda, alafu ni kitu. Ndio maana lazima ajue wakati wa masika ni upi na wakati wa kiangazi ni upi. Tunavuna kiangazi, tunapanda masika. Muda nchi dumu upo, anakuambia maadamu muda bado upo, maadamu kuna mchana na kuna usiku, huo na hakika kwamba mwanadamu anafungwa kwenye nyakati, anafungwa kwenye muda, na lazima apate hekima na akili ya kutambua kwamba huu wakati ni wa kufanya kitu fulani. Ndio maana Mungu alipompa ndoto Farao, kuna wakati itakuja miaka saba ya shibe, miaka saba ikuwa ni nyakati. Na Yusufu alijua cha kufanya katikati ya nyakati zile, akaambia tunza akiba, asilimia ishirini ya kile kinacholimwa ndani ya nchi yako kwa muda wa miaka yote saba ili ije kulisha nchi miaka saba ya njaa, wakati njaa itakapokuja. Ikuwa ni kitu kimefungwa kwenye wakati. Ukicheza na wakati wa kwako, umecheza na matokeo ndani ya maisha yako. Mabadiliko ya maisha ya mtu yamefungwa kwenye nyakati. Ndio maana hauwezi ukazaliwa ukaanza kutembea, kila kitu kinaenda kwa muda. Ndio maana hata shule hauzaliwi tu ewa shule kuna muda umewekwa kinyakati. Maisha ya mtu yamebanwa wa kwenye wakati. Ndio maana Biblia inatuambia wana wa Isakari Mungu aliwapa hekima ya kutambua majira na nyakati na mambo wanayopaswa kuyafanya ndani ya hizo nyakati. Ndio maana nakwambia tafakari njia zako kinyakati. Ukitafakari kinyakati, utagundua kwamba hapa nilipo napaswa kufanya moja mbili tatu kwa ajili ya nyakati zinazokuja kwenye maisha yangu kwa sababu Usipotafakari kinyakati, matokeo anayotokea kwenye maisha yako yatakupa hofu juu ya kesho yako. Ukitafakari kinyakati, utaiona kesho yako na kuiandaa leo, kwa sababu kesho ya mtu inaandaliwa leo. Leo yako ndio platform ya kuandaa kesho yako. Kesho yako ni matokeo ya leo yako, ko hata hapa ulipo ni matokeo ya jana na juzi, namna ulivyotengeneza leo yako. Utaka kubadilisha kesho yako, lazima uanze kuibadilisha kuanzia leo. Ndio maana nasemaga mkunje samaki angali mbichi, hazo mkunje akiwa amekauka. Kuna kesho hautaweza kuibadilisha kama haujaibadilisha leo, hauwezi karara ukaamka kutaka ibadilike. Lazima kwanza ukubali kuibadilisha leo ili kesho yako ibadilike. Lazima ujifunze kuishi na kutafakari njia zako kinyakati. Njia ni nini? Njia ni chombo ambacho kinatumika kukubeba na kukufikisha mahali ambapo unataka kufika. Kila mtu mwenye hatima ya kwake ana njia ambayo unatakiwa kupita kwenye ile hatima, au njia ni kifaa ambacho unatakiwa kukitumia ili kufika unapotaka kufika, ili kuwa vile unavyotaka kuwa, ili kupata kile ambacho unataka kupata. Ndio maana usipojua njia zako hawezi kufika unapotaka kufika. Watu wengi wanataka kufika mahali, ila hawajui njia za kufikisha unapotaka kufika. Hamna Mkristo ambaye hana kiyo kumuona Mungu hayupo kila Mkristo natamani nimwone Mungu, anatamani nimjue Mungu, anatamani nimsikie mungunimsikie lazima tafte mambo gani ambayo yanaweza akanifikisha mimi kwenye mazingira, kwenye hali ya kumsikia Mungu. Vitu gani vinaweza vikanifikisha kwenye mazingira ya kumwona Mungu kwenye maisha yangu? Na sio vingi: neno, maombi, ibada ya kweli, kujishughulisha na swala zima la mambo ya ufalme wake. Ukishazivijua, unaanza kimoja baada ya kingine. Nalipaje gharama ya kukifanya hiki kitu, kufika kwenye mambo yangu ya kiroho. Unajua mambo ya kiroho Mungu ameweka simple sana. Mambo ya kiroho yote yote. Kila utakalo lipata ut utakuta tala kiroho. Limefunga kwenye mambo manne. Alipo ali nje nje ya mambo manne. Nikisema ibada kwa kumsifu na kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Neno, maombi, kwa mtendakazi kwenye suala zima la kukuza na kueneza ufalme wake. Kwenye maombi manake nini? Na kwenye neno wake utalazimika kufunga, kufunga hiyo ndani ya maombi na neno. Utalazimika kufunga sababu maombi ya mfungo ni aina fulani ya maombi, ya kufunga kwenye biashara, kazini, mahali popote ili niwe bora natakiwa nifanyeje, ili nifike napotakiwa kufika? Kuna njia. Okay, nataka baada ya miaka miwili mitatu niwe nina aina hii ya maisha. Okay, hii aina ya maisha inapatikanaje? Ukikuta mtu analalamika juu ya jambo fulani, ujue hazioni njia na hazijui njia juu ya jambo husika. Ana matokeo anayoyaona kwa macho ya ndani, ila hajajua njia kufikisha kwenye yale matokeo, kwa sababu ukilalamika, Mungu haleti matokeo yale kwenye maisha yako, anajibu kulalamika kwako ndivyo Habakuki anavyotuambia. Habakuki ile sura tatu mstari wa 17 hadi wa 19 baada ya Habakuki kuwa wamelalamika. Mungu akamwambia andika njozi. Alipopata njozi akabadilisha mwelekeo, akasema hivi: maana mtini hautochanua maua wala mzabibu hautakuwa na matunda, tabu ya mizeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula, zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi na ng'ombe, walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu, yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Kwa mwanzo alikuwa analalamika sana. Mungu akamwambia hujapata maono, andika maono haya. Aliposemeshwa pale na Mungu akabadilisha gia ngani, akasema hata kama mizabibu itakuwa ita itoi, kila kitu kitakataa, zizini hamna ng'ombe, hamna kondoo, hamna kitu, kila kitu kitagoma, bandani hamna chochote, nitamshangilia Bwana Mungu wa wokovu wangu. Akasema maana mtini hautachanua maua megoma wala mizabibuni hamtakuwa na matunda, taabu ya mizeituni itakuwa bure, na mashamba hataatoa chakula, zizini hamtakuwa na kundi wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe, walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu, yeye huifanya miguu yangu kuwa kama kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Ko, alipochungulia anapotakiwa kuwa na aina ya maisha anataka kuwa na vile ambavyo anataka vitokee okay, akaona njia hii ndio itakonifikisha ko, akabadilisha akaacha kulalamika, akaamua kuingia kwenye kumsifu Bwana akisema kwamba yeye ndiye atakayenipeleka, ataniendesha na kunipeleka kwenye mahali pangu palipoinuka.